Ni wewe Yesu, wakuabudiwa, utukufu na heshima zina wewe Yesu, ni wewe Yesu wakuabudiwa

katikati ya usifa, Mungu anaketi katikati ya sifa. Unapomsifia anakuja anakaa. Unapomwabudu nguvu zake zinashuka. Kuabudu sio lazima uimbe nyimbo

Wangapi wanaamini tulichoomba Mungu amesikia? Na, na ikawe kama ulivyoomba na ulivyoamini katika jina la Yesu. Tunaendelea na somo letu. Kumbuka kama ni mara kwanza unafika, somo letu inasema namna ya kuishinda roho ya wenyeji wa mji inayokuzoofisha na kukukwamisha kutimiza kusudi la Mungu. Wangapi ndio wamekuja leo jana hao kuwepo? Wamekuja leo. Okay. Ha. Namna ya kuishinda roho ya wenyeji wa mji inayokudhoofisha na kukukwamisha kutimiza kusudi la Mungu. Pata shida mtu wa kamera zile takunapata shida. Tusodie kwenye kitu ya kusaidia ili ufuate picha yangu vizuri. Nde. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya, tulisoma kitabu cha Hesabu sura ya 33 mstari wa hamsini mpaka hamsini na sita. na kitabu cha Matayo sura ile ya kumi mstari wa kumi na sita mpaka ule wa ishirini Hesabu 33 50 mpaka hamsini na sita. na Matayo kumi kumi na sita mpaka ishirini. Sasa leo andika andika ajenda hii au pointi Andika: kabla hujaenda kwenye mji au eneo, ijue kwanza ni roho ipi inayotawala na kutenda kazi. Kabla hujaenda kwenye mji au eneo, ijue kwanza ni roho ipi inayotawala na kutenda kazi, na uijue nguvu yake, na uijue nguvu yake ili uweze kuishinda na uijue nguvu yake ili uweze kuishinda. Narudia tena, kabla hujaenda kwenye mji au eneo, ijue kwanza ni roho ipi inayotawala na kutenda kazi, na uijue nguvu yake ili uweze kuishinda. Kabla hujaenda mahali popote, kabla hujaenda eneo lolote, Jambo la kwanza, ijue kwanza roho inayotawala. Narudia tena, kabla hujaenda kwenye mji au eneo, ijue kwanza ni roho ipi inayotawala na kutenda kazi, na uijue nguvu yake, ili uweze kuishinda. Kwa faida wale ambao imla ziliwapiga chenga, narudia tena, mara ya mwisho, kabla hujaenda kwenye mji au eneo ijue kwanza ni roho ipi inayotawala na kutenda kazi na uijue nguvu yake ili uweze kuishinda. Kwa hiyo na ukisoma Bibilia, safari ya wana wa Israeli, kabla hawajaenda kwenye mji wowote, Mungu alikuwa anawatahadharisha sana juu ya watu atakao wakuta huko anakoenda yaani ni mkakati ulikuwa wa Mungu na maelekezo ya Mungu juu ya wana wa Israeli, kila wanapoenda nchi yoyote, namna watakavyotakiwa kuishi kule. Kwa nini? usipojua roho inayotawala eneo, hata kama una, kwa mfanya kama mfanya biashara nilisema jana, si tu kwa sababu na mtaji wa kuanzisha biashara, unakimbilia tu kuchukua frame na kuweka biashara yako kwa, kufanikiwa kwako kwa hakutegemei tu mtaji ulionao wa biashara unategemea pia na eneo unaloenda kuweka biashara. Kwa hiyo pima kwanza, kagua kwanza, ili eneo la biashara hii, wanapouza hizi biashara, ni roho ipi inayowasaidia kupata faida? Ni roho ipi inayowasaidia kuuza? Ukijua, angalia nguvu yake pia, pima sababu, kwenye ulimwengu wa roho tunazidiana viwango vya imani na upako pia. Kanisa la Bwana, haleluya! Kanisa la Bwana, haleluya! Unajua, kwenye ulimwengu leo viwango tunatofautiana, tunatofautiana. Hata wachawi na wenyewe wana viwango, hata sisi tuli, tukiokoka viwango pia vinatofautiana. Imani ni moja, lakini viwango vya kuamini vinatofautiana, viwango vya upako vinatofautiana, viwango vya nguvu vinatofautiana, kama vile viwango vya jeshi: kuna makoplo masajenti, mabrigadia, makanali, kuna sungusungu sungu, kuna mgambo. Wote ni jeshi, ila viwango. Muulize wewe ni ni koplo, mgambo, sungusungu, mwangalie uliye kanali, sample uliyo kanali, hivi mgambo, sungusungu sungu. na wachawi wanatujua viwango vyetu, yaani mchawi akikuangalia hivi hatishiki tu kwamba unaomba kiwango. Wachawi wanajua huyu anatukemea, lakini saizi yetu. Haleluya! Ndio maana unapokuwa kwenye jumuia namna hii, tunapoomba jishikilie humu humu. Kuna watu hapa saizi hapa mmeomba kwa sababu angalau kuna kijinga cha moto tumekutia moyo kwako. Wewe unasinziaga, uone kuna watu mnapaniaga sana kuomba. Mkifika nyumbani, tupe ripoti. Mnaombaga, unaanza unajifanya una ubavu kwa kila su, shindo shindo shindo unakurupuka hata ujui umeanzia wapi. Lakini shida shida mpaka wengine mnamkemeaga mpaka Mungu Mungu toka. Bana ujui hata ulipoishia wakati wa kuomba. Haangali biyenyeo kunalizo na stabi na mwenzangu. Ndio utaelewa ile pendwa, nakwambia tutajifunza hapa tunakoelekea. Moja ya kitu ambacho roho za wenyeji nafanyaga ni kudhofisha. Kuna watu hapa mlikuwa mna uwezo wa kuomba masaa matatu mfululizo, nani? Kuna watu hapa mlikuwa na uwezo wa kusukuma risali lizima kwenye maombi lisaa lizima peke yao. Sasa hivi dakika kumi we huvuki. Kwa nini? Walipogundua una nguvu za kuomba, wakatafuta namna ya kudoha, sababu wanakuona unaharibia mambo yao, na hawezi kukubali uharibu mambo yao. Watafanya kila hila, watafanya kila mbinu kuna wengine hapa mmedhoofishiwa wa watu roho za wenyeji walipogundua unajua kuomba sana, walikupa msosi. Na kuna watu leo, Wakorinto wa kwanza mlango ule wa kumi na sita mstari ule wa nane mpaka ule wa tisa. Wakorinto wa kwanza mlango ule wa kumi na sita mstari ule wa nane aa, na wa tisa neno la Mungu linasema hivi, kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa kumi na sita mstari wa nane na wa tisa neno la Mungu linasema, lakini nitakaa Efeso hata Pentekosti, kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, na wako wengi wanipingao. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Sema, nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana na wako wengi wanipingao. Sema tena, nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana na wako wengi wanipingao. Fungua kitabu cha Zaburi mlango arobaini na nne Zaburi arobaini na nne mstari ule wa tano aa, na wa sita. Zaburi 44 mstari wa tano na wa sita Zaburi 44 mstari wa tano na wa sita, ne, sita. Neno la Mungu linasema hivi: kwa nguvu zako tutawakanyaga watesi wetu, kwa jina lako tutawakanyaga watupingao. Maana sita utumainia upinde wangu, wala upanga wangu hautaniokoa, bali wewe ndiwe uliye uliyetuokoa na watesi wetu na watuchukiao umewaaibisha, na kila mwenye pumzi aseme amen. Sema kwa nguvu zako, sema kwa nguvu zako, tutawaangusha watesi wetu, kwa jina lako tutawakanyaga watupingao. Sema kwa sauti ya imani, kwa nguvu zako ninawaangusha watesi wangu kwa jina lako ninawakanyaga walipingao. Kwa nguvu zako ninawaangusha watesi wangu, kwa jina lako ninawakanyaga walipingao. Kwenye maombi ya vitaene, wenye maombi ya vita, Daudi anasema nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufasa lakini wako wengi wanaofanya hivi, wanipingao. Tumefunguliwa wiki hii mlango mkubwa sana watu wa Mlandege, na ni wakufaa. Ila wapi? Kuna wachawi hapa konke master Mwangale, jani yako naionaje hiyo? sambu wala si wafiti kuna wachawi ako sasa, ambacho hawajajua ha hakuna uganga wala uchawi juu ya hey! na kama yayako kama namezeea kuloga, okoka sababu wiki hii Biblia inasema usimwache mwanamke mchawi aishi. Tupate shida kwa ajili ya watu wawili watatu tu. Ah, ah. Wanaojifunza udereva wanasema ukiona kuna mtu anakusumbua barabarani, umbebe abiria. Gonga mmoja, oko abiria. Amen. Mimi nampenda, nampenda Elia. Nampenda Elia. Elia huko na maneno mengi na ijulikane leo. Sio okay, kesho ijulikane kama leo. Tumalizane. Sio kesho tumalizane. Sio kesho tumalizane na huyo Elia anasema hivyo ana wachawi mia nne hamsini. Biblia imesema manabii wa bahali, neno manabii wamepewa heshima, lakini ni waganga, ni wachawi wa bahari, sio wachungaji. Wale walikuwa ni wachawi wanaosumbua Eliaza. Mungu amekudharau sana, wa jamaa hawakujui. piga shoo moja, waonyeshe, jitambulishe, acha Mungu ajitambulishe Mlandege.

Nawaambia jua linawaka, msijaribu. Kuna mtu anaroga sasa hivi. Wako wengi watupinga, lakini Daudi anasema hivi: kwa nguvu zako tutawaangusha, kwa jina lako

na kibali ila kama ni mzima na kujishughulisha na chochote, mtu yoyote asijishughulisha na wanayofanya wenzake, anakuwa kinyume na wanachofanya kama una afya njema, pambana, omba. Haleluya na mimi nawaambia hapa, hakuna mtu ambaye hajui kuomba, wote mnajua kuomba, wote kwa ukinyamaza, mtakushangaa. Yani kama una uwezo kumwambia samani, naomba elfu moja yani kama una uwezo wa kusema naomba elfu moja nakuomba unajua na, nani na, hapa hawezi kusema naombe elfu moja na, na, na. Kama naweza kuomba hela, kwa nini usimuombe mimi? kila mtu na Biblia na hakuna mtaalamu wa maombi, hakuna, hakuna professional wa maombi kwamba huyu ndio professional. Hayuko. yeyote anaoomba kwa imani, Mungu anamsikia Haleluya. Sasa kama Elia alikuwa mmoja tu akashughulika na watu wengi wale, tutukawametenda hapa. Mwambie, jana nao tunagawana tenda, leo mtingishe, ah, yeah. Maga tunagawana tenda. Mwambie hata kama ni wewe leo kazi unayo ah, yeah. Hallelujah.